Gavana wa Mandera Mohamed Khalif amesema utawala wake utazipa hospitali zote za kaunti ndogo vifaa vya kisasa vya kushughulikia maradhi ya figo ili kupunguza msongamano katika hospitali ya mafunzo na matibabu maalum ya kaunti ya Mandera. Gavana Khalif alisema hatua hiyo itapunguza idadi ya wagonjwa wanaohamishwa hospitali hiyo ya level 5 ambayo inahudumia wagonjwa wa figo hata kutoka nchi jirani za Somalia na Ethiopia. Akizungumza na runinga ya KBC Channel 1, gavana huyo alisema utawala wake pia umepiga hatua kubwa katika kupunguza vifo vya kina mama wanaojifungua na watoto katika miaka mitatu iliyopita. Ni hospitali ya mafunzo na matibabu maalum ya kaunti ya Mandera. Hospitali hii ya kiwango cha level 5 ina majukumu muhimu katika utoaji wa huduma za afya, ikizingatiwa eneo inakohudumu. Hospitali hiyo inahudumia wagonjwa wasio tu kutoka humo nchini bali pia kutoka nchi jirani za Somalia na Ethiopia. Serikali ya kaunti hiyo imeboresha na kuipa hospitali hiyo vifaa vya kutosha, hivyo kuboresha utoaji wa huduma za afya. Kitengo kipya cha matibabu ya figo kilichoanzishwa kimejiri wakati ufaao, ikizingatiwa kwamba wagonjwa walikuwa wakisafiri mwendo mrefu ili kupata huduma hiyo. Alikuja akapata usaidizi kutoka angesema hangekuwa na uwezo wa kwenda mahali ngine isipokuwa hii Mandera Referral Hospital. So alisaidika sana. Initially before the devolution and the county government, uh, all operation cases, surgical cases used to land here. Uh, and it's almost several kilometers away from where we are right now. Kulingana na gavana wa Mandera Mohamed Khalif, hospitali zote za kaunti ndogo pia zitapewa vifaa vya kisasa vya figo ili kupunguza msongamano katika hospitali hiyo ya level 5. Gavana wa huyo aliongeza kwamba utawala wake umeweka mikakati ya kuepusha vifo vya kina mama wanaojifungua na watoto wao.

Kwa sasa serikali ya kaunti hiyo inatathmini utoaji wake wa huduma katika miaka mitatu iliyopita kupitia simulizi za wakazi chini ya ajenda ya mabadiliko ya Gavana Khalif.